Safari yako ya kiroho wewe baba, wewe kaka, wewe mama, wewe dada, ni lazima wewe kama Mkristo uangalie status ya maisha yako ya kiroho yakoje na Mungu, uko wapi sasa, umetoka wapi na unataka kwenda wapi? Ukishajua nafasi uliyoko sasa, itakupa nafasi ya wewe kujitafakari, ya kujua hapa nibadilike wapi, hapa nifanye nini na nini nisifanye nini. Kama unakuja kanisani kila Jumapili, unaenda kwenye hilo kanisa kuabudu, na hilo kanisa unalokwenda kumwita Mungu, unalokwenda kuabudu, halafu wewe kama Mkristo haubadiliki, ya kupasha ujitafakari. Kuna mtu ananisikiliza, maisha anayopitia, vita anayopitia, ananyanyaswa, ama anateswa na mtu ambaye anaabudu miungu mingine, halafu you call yourself a Christian. Ukristo sio jina. Neno Christ manake ni aliyepakwa mafuta, mpakwa mafuta. Kwa wewe Christian manake ni Mkristo aliyetiwa nini? mafuta. mafuta na sifa ya mafuta. Yes. Ni habari njema. Oh, Yes. Kukata nira. Yes. Kuwaseta maadui. Oh, Yes. Na wow, huo ukristo wako wewe uko wapi? Some of you anayetesa ndoa yako ni dada mmoja Bahamedi anachukua ba mme wako kila siku. Huyo Bahamedi anakutukana na kuambia utaongea mchana usiku atakuja kwangu, na you call yourself a Christian. Some of you anayekutesa kwenye biashara yako ni mtu fulani anashinda kwa waganga kila siku hapa, na wewe ni mkristo uko hapa. Ni lazima ufike mahali ujipime wewe, kiwango changu cha uokovu kikoje levo yangu, mahusiano yangu na Mungu yakoje? Wengi vitu mnavyovipitia hapa ni kwa sababu wengi hamjaitambua nafasi yenu ya Ukristo, yes.